serikali yenu ya awamu ya sita chini ya mheshimiwa Dk. Samia Suluhu Hassan ambaye ndio rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania imeendelea kuweka mkazo mkubwa katika kulinda na kudumisha amani ndani ya nchi tumeweka sera nzuri tu ndani ya nchi zinazowezesha kila mmoja kuhubiri na kutekeleza na kusimamia uwepo wa amani katika nchi na serikali yetu inaendeleza utamaduni wa kuwa na mijadala ya pamoja kujadili nini tufanye ili nchi iweze kuwa endelevu kwa amani na utulivu wake. Sera hii ndio ambayo leo imewaleta hapa Islamic Foundation kukutana na viongozi wa taasisi zingine zote kwa ajili ya kujadili e, mustakabali wa amani katika nchi yetu. Ndugu wana kongamano, vile vile ninazo taarifa kwamba kupitia kongamano hili mepata fursa nzuri tu ya kujadili umuhimu watunu hii ya amani ambayo wakati wote tumeshuhudia viongozi wa dini mkiwa kwenye majukwaa yenu, membari zenu, mmekuwa mkirudia na kurudia na kurudia kuisisitiza jamii kuhakikisha kwamba tunalinda amani nchi yetu. Napokutana na nyie viongozi wa dini na Waislamu wenzangu, na wote mlioko hapa waalikwa kama Watanzania, nataka tu niseme kati ya miaka, siku miaka hii ya karibuni kumeanza kujitokeza mmomonyoko wa maadili hasa kwa vijana wetu. Hili nalo naamini mmelijadili na, na nyie ni mashahidi ninaposema haya, mmegundua huko huko mabadiliko ya mwenendo ya vijana na ni muhimu sana tukaliweka kama ajenda katika kila kiongozi wa dini anapopata nafasi ya kuzungumza na wananchi. Hii iwe ajenda ya kudumu ndani ya nchi swala maadili na mmomonyoko wa maadili na hasa vijana wetu. Haya mabadiliko ya teknolojia yanakwenda kuathiri maadili ya vijana wetu, kuiga tamaduni za nchi za magharibi. Huko maadili ya vijana wetu yanamonyoka. Siku hizi kijana mdogo kumuita mzee ye ye ye, kitu cha kawaida, jambo ambalo kimaadili halipo. Kwa vitu vya namna hii, sisi ndio viongozi wenye jukumu la kusimamia eneo la maadili ili tupate wa vijana ambao wana maadili mema.